Au ukimpatia mtu kitu fulani, na ndiyo maana wale unaowapatia wanakuwa wanakumbu. Kinachobaki ni kumbukumbu, kumbukumbu, kumbu ya wema, ndiyo maana ya neno wema hauozi. Na sisi tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie katika kuandaa ujio wa ufalme wake, sisi wote tujawe na roho ya wema. Wapendwa wa familia ya Mungu, leo dominika ya kwanza ya majilio ya mwaka mwaka wa kanisa. Kanisa linatualika kwanza, katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha majilio kinachoanza dominika ya kwanza ya majilio mpaka tarehe kumi na sita mwezi Desemba, alafu sehemu ya pili inaanza tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na mbili mpaka tarehe ishirini na nne. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha majilio, neno la Mungu linatualika na kututafakarisha juu ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, kuja kwake Yesu Kristo kuwahukumu wazima na wafu, kuchukuliwa kwetu na kuungana na, na watakatifu na malaika mbinguni, inafahamika kama mwisho wa dunia. Sehemu ya pili ni fumbo la umwilisho, yaani Mungu kuzaliwa kati ya wanadamu kwa njia ya nafsi ya nafsi yake ya pili, Yesu Kristu, na anazaliwa kwa mama Bikira Maria. Katika sehemu ya kwanza tunaambiwa juu ya ujio wa ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu ambao Kristu mwenyewe atakapokuja una sura hii ile kwanza tuliyotafakari wakati wa sherehe ya Yesu Kristo mfalme wa ulimwengu, yaani ni ujio wa ufalme wa amani, ufalme wa upendo, ufalme usiokuwa na uhitaji. Ndiyo maana tumesikia katika somo la kwanza nabii Isaya akisema juu ya itakavyokuwa baada ya kuwa tumekamilika katika Mungu. Wapendwa wa familia ya Mungu, katika sehemu ya kwanza nawaalika tutafakari juu ya yale tunu za umilele zinazojenga ufalme wa Mungu, ili sisi nasi tuwe sehemu ya ufalme huo ambao unafundishwa katika maandiko haya, ufalme huo wa tunu zisizokuwa na mwisho. Tunu za kimbingu za kimbingu ndio za ufalme wa Mungu, ndio ufalme wenyewe na tunu hizo zipo zinazogusika na zipo zisizogusika. Tuanze kwanza na zile ambazo hazigusiki. Bila shaka, mtakuwa mmeshasikia kauli kwamba wema hauozi. Tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie fadhila ya wema, ikuwe ndani mwetu kama vile Mungu mwenyewe alivyo mwema, fadhila ya wema na wema hauozi huwezi kukuta kuna mzoga wa wema. Wema wote huwa hauozi, na ukimtendea mtu kitu chema kinadumu milele. Na wema ni zawadi anayoitoa mtu baada ya kuwa vitu vingine vyote havipo. Kwa mfano mtu anaweza, vingine vinavyohusika katika wema ni vile vinavyoeleza wema wenyewe. Kwa mfano fadhila ya ukarimu, ukimkirimia mtu kitu fulani yale ni maelezo ya wema ambao hauozi. japokuwa unaweza kumpatia kitu ambacho kinaharibika, kina mwisho. Kwa mfano, unampatia mtu mua, tafadhali na wewe shika mua, kula ule mua. Unaisha na maganda yake yanaisha, lakini ile huu katunu ya wema wa kumpatia ile haifi. Au ukimpatia mtu kitu fulani, na ndiyo maana wale unaowapatia wanakuwa wanakumbu. Kinachobaki ni kumbukumbu, kumbukumbu, kumbu ya wema. Ndiyo maana ya neno wema hauozi, na sisi tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie katika kuandaa ujio wa ufalme wake, sisi wote tujawe na roho ya wema, tuwe na wema. Kuna fadhila ya huruma, fadhila hizo zote za kimbingu na tunu, na tunu zote ndizo zinazojenga ufalme wa Mungu. Halafu kuna vitu vinavyoonekana sasa vinavyotengeneza tunu hizo za kimbingu. Kwa mfano, katika matendo ya wema kinachosukuma tendo la wema kinachoonekana ni huduma. Kwa mfano, kwenda kuchota maji kutoka sehemu yaliko kumpelekea mtu. Au kuchota maji kutoka katika sehemu yalipo kwenye ndoo au kwenye mtungi na kumpelekea mtu na kumpatia. Yale matendo yale yanasindikiza fadhila hii ya wema. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tunu zote za kimbingu, na zikiongozwa na fadhila ya wema na wema ushauozi pamoja na upendo pamoja na unyenyekevu pamoja na fadhila nyingine zote zisindikize matendo yetu, zisindikize huduma zetu, zisindikize mahusiano yetu tuna... zisindikize salamu zetu, zisindikize aina yoyote ya kazi tunayoifanya, majukumu yoyote yale tunayoyafanya, zisindikize pia fikra zetu, namna yetu ya kufikiri, tufikiri kwa wema zaidi, kwa upendo zaidi, kwa unyenyekevu zaidi, kwa hulka za kiMungu, kwa tunu za kimbingu, kwa fadhila za kimbingu. Katika sehemu hii nayo anayosema kwamba watakapokuja mwana wa Adamu hatujui saa wala siku. Wapendwa ndugu zangu, Mungu hana utaratibu wa kusema washitukize wanadamu, hapana. Mungu hafanyi kitu chochote kile kisichokuwa na faida za wokovu kwa mwanadamu, na ni huluka yake. Anaposema kwamba kesheni, hamjui siku wala saa, ni maandiko yanayo tutahadharisha juu ya maelekeo ya ubinadamu wetu ya kusubiri kwamba vitu na kugawanya ratiba za vitu. Sasa katika huluka hizi na tunu za kimbingu zisizokuwa na mwisho hatuna hakuna ratiba. Uwezo kasema katika wema, napenda wiki hii niwe sitakuwa mwema wiki hii, mjiandae, sitakuwa mwema wiki ya wema, ni wiki ijayo. Sisi wanadamu tu ndio tunaweka taratibu na ratiba, lakini kwa ndani kabisa kwenye msingi wake, wema hauna muda, hauchu kwanza, hau kwanza hauishi wakati kama vile ambavyo hauozi. Wema unatakiwa uwe unatiririka maisha yetu yote siku zote, ila tu katika kalenda huwa tunasema wiki hii ni wiki ya neema, kama vile wiki zingine hazina neema. Ni ubinadamu tu, lakini wiki zote ni za neema, ila pale huwa tunafanya hii ni wiki ya neema, katika maana kwamba tutaacha vitu vingine tuipatie zaidi sana fursa na hasa zaidi kutoa fursa ya watu kutoka sehemu mbalimbali na kuweka utaratibu na kalenda fulani na mwelekeo fulani, lakini kwa kweli muda wote unapaswa kuwa muda wa kuongozwa na neema ya Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo na Mungu ha mafundisha haya hayana maana kwamba mwanadamu inabidi kila wakati uwe macho, mfanume unakuja, hayana maana hiyo, ila yana maana kwamba fadhila zile za kimbingu fadhila zinazo na tunu zote zinazojenga zitendwe kila siku kila siku na kila wakati. Ndiyo maana hasa ya kukesha tukeshe, maana hatujui siku wala saa, na wala kama wana wa ufalme hatupashi kusema kwamba eh, tuwe vizuri, huwezi kujua kesho na kesho kutwa anaweza akaja. Aa, hapana ila tu atakapokuja atukute tukiwa katika hali hiyo ya wema wenye uendelevu, wema usiokoma, upendo usiokoma, fadhila za unyenyekevu isiyo na mwisho, fadhila za uh, huruma zisizokuwa na mwisho. Kusiwe na kipindi ambacho kwamba sasa hiki ni kipindi cha kutokuwa na wema na hiki ni kipindi cha ukati a pala. Vile vyote vinavyopingana na tunu hizo vije kama vinakuja kwetu kama sehemu ya ubinadamu na udhaifu tunaopashwa kuutubu kurekebisha na kuishi katika mwangalio. Maana katika somo la kwanza, mwisho kabisa, neno la mwisho limesema hivi: enyi watu wa Mungu, njoni twendeni katika nuru ya Bwana, enyi nyumba ya Israeli. Njoni twende katika nuru ya Bwana. Kwa hiyo kusiwepo na wakati ambapo giza linakuwepo, hapana. Iwe mwanga wa Mungu unaotuongoza kwenda katika ukamilifu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie sana kutafsiri maisha yetu, kutafsiri kazi zetu, kutafsiri majukumu yetu na utume wetu katika mwanga wa kujengeka katika tunu zisizokuwa na mwisho. Na zaidi sana, kwa mfano, hii tunu ya wema. Tumesikia katika somo la pili tunayopashwa kujiepusha nayo, dhambi zinazopashwa kuungamwa, ufisadi na zaidi sana kutoutumikia mwili tena kwa tamaa watu kise... tukisema juu ya tamaa mbaya kuna kamaelekeo fulani kanakofika kwenye eneo fulani tu, lakini ukweli ni kwamba hata ukiwa unajijali kupita kiwango, unajali nguo zako, unajali vitu vyako peke yako tu, haujali mahitaji ya watu wengine pia, hizo nazo ni anasa, ni anasa za mwili wako. Wapendwa, familia ya Mungu, mtakuwa mmeshaona katika familia mama anaweza kuwa na maelekeo — mtusamee, tumetumia mfano wa mama kwa vile ndio mnaojipamba na kujipodoa. Wanaweza kutumia muda mwingi kwenye vipodozi, lakini asinunue vyakula vya lishe ya mtoto. Akienda kliniki, wanamwambia mtoto wako anahitaji moja, mbili, tatu, nne, lakini mama ameshapanga kichwani, hii ni kanga ya Krismasi, isiingiliwe na bajeti yoyote hapo. Na wewe pia umeutumikia mwili unaofanya mwili kuwa wakianasa zaidi, wapo tayari, hela ya saluni isiingiliwa na bajeti ya mahitaji ya mtoto. Kwa hiyo hayo maelekeo ya mwili yanayotutoa katika kuwa na wema kwa Mungu, kwa wakina baba zaidi sana maeneo ni kwenye kinywaji niwaji zaidi inawekewa e, na budget ambayo mahitaji ya binadamu yasiingilie binadamu mwingine, ila mimi tu. Hayo yote yamo kwenye orodha ya vitu ambavyo tumekatazwa katika somo la pili. Tunaomba Mungu asikilize sala zetu e, atujalie neema, atujalie kwa njia ya wema wake tuweze kuandaa ujio wa ufalme wa Mungu, tuweze kuujenga ufalme wa Mungu, tuweze kujengeka katika tunu hizo kwa ajili ya ufalme na heri ya uzima wa milele. Ndugu zangu, vitu viko vingi visivyokwisha. Vyote katika tafakari hii tunaomba tuvitafute vyote, tuvijumlishe: kuna wema, kuna upendo, kuna imani kuna fadhila nyingi za unyenyekevu, kila kitu kinachompatia mtu na ambacho sasa, si we mwenyewe, lazima ufaidi kwamba nafanya hivi ili kusudi wengine wafaidi, tena sio leo na kesho na kesho kutwa, fikra hizo za kwamba hiki kiwepo muda wote, kama vile mwanga wa Kristo ulivyo. Hivyo vyote vinatuongoza katika kutafakari ufalme wa Mungu. Tunaomba Mungu atudumishe katika wema wake, katika upendo wake, fadhila hizo na tunu za kimbingu ziweze kuvalishwa katika huduma na kazi zetu zote, tunapoutarajia na kungojea ufalme wake na vitendo vyote katika udumifu, ili kusudi tuweze kukwepa tafsiri ya kukesha na kujua kwamba kuna nyakati ambazo sio za wema na nyakati ambazo ni za wema. Nyakati zote ni nyakati za Mungu, kama vile tunavyomtamka yeye mwenyewe, yeye ni alfa na omega, yeye ni mwanzo na mwisho. Hali kadhalika ufalme wake hauna mwisho, kama tutakavyokiri katika kanuni ya imani, na kama vile hayo yote yasivyokuwa na mwisho, sisi nasi nia zetu sara zetu, maelekeo yetu ya yavae mwanga wa Kristo katika hali hiyo ya umilele. Tumsifu Yesu Kristo. Amen, yeah.